Kulikuwa na kijiji kimoja pembezoni mwa Mto Ruvu, kijiji kilichojulikana kwa jina la Mkoroshoni. Wanakijiji walikuwa watu wa amani, lakini walizingatia sana mila na desturi, hasa zile zinazohusu usafi wa mwanamke wakati wa hedhi. Mwanamke mmoja aliyeitwa Manka, mwenye umbo la kuvutia na uso uliojaa mvuto wa kipekee, aliishi kijijini hapo. Alikuwa ameolewa na kijana mmoja mkarimu sana aitwaye Bahati. Penzi lao lilikuwa mithili ya simulizi tamu ya methali za pwani. Lakini kadiri muda ulivyopita, Manka alianza kukumbwa na mashinikizo ya jamii kwa sababu hakupata mtoto hata baada ya miaka mitano ya ndoa. Kilichojiri nyuma ya pazia, hata Manka mwenyewe hakuwa anakumbuka vyema. Ilikuwa ni miaka saba iliyopita, kabla hajafunga ndoa, alipokuwa kwenye kipindi chake cha hedhi. Aliamka asubuhi na mapema, akafua nguo zake za ndani zenye damu, kisha kwa haraka akaamua kuitupa moja ya zile chupi msituni akidhani kuwa imechakaa sana. Hakuijaribu hata kuichoma wala kuifukia, akatupa tu juu ya mawe yaliyofunikwa na majani. Hakujua kuwa sehemu aliyotupa nguo hiyo ilikuwa karibu kabisa na mashimo ya mzee wa kijiji mmoja mkongwe, aliyeogopwa sana, Mzee Mbukutu. Jamaa huyo hakuwa mtu wa kawaida. Watu walikuwa wakisema kwamba macho yake yanaweza kuona ndani ya moyo wa mtu na mdomo wake unaweza kusema jina lako likatoweka kesho. Mzee Mbukutu aliona nguo hiyo ya damu ya hedhi aliichukua kwa makini, akaifikisha puani mara kadhaa, huku akisema kwa sauti ya chini chini, huyu anazembea, lakini mimba hata onja, tumbo lake litakuwa kama jangwa la nyika. Hakuna aliyemwambia Manka kuhusu hilo, na wala yeye hakuwahi kuunganisha tukio lile na matatizo yake ya baadaye. Miaka ikapita, alienda kwa waganga kadhaa, Tanga, Kibiti mpaka Mtwara. Kila mmoja alisema kitu tofauti: umefungwa, umewekewa kitu tumboni, uchawi wa kizazi lakini hakuna hata mmoja aliyemwambia ukweli wa chanzo. Siku moja usiku wa manane, baada ya kutoka kwa mganga mwingine aliyemtia matumaini ya uongo, Manka alilala na ndoto ya kutisha. Alijiona yupo msituni anatembea bila nguo, damu ya hedhi ikimtoka, na mbele yake alikuwepo mzee mmoja aliyevaa kaniki akitabasamu kwa uso uliopotoka vibaya. Alikuwa na ile chupi aliyotupa, akiipeleka puani, huku akihema kwa nguvu na Mbona ulinitupia zawadi yenye thamani hivi? alisikika akisema. Alipoamka, alihisi tumbo lake limejifunga kana kwamba kuna kitu kizito kilicholala ndani yake kisichotaka kuondoka. Usiku ule, baada ya ndoto ya kutisha, Manka hakuweza kulala tena. Alibaki kitandani akimtazama Bahati aliyekuwa usingizini. Uso wa mumewe ulionyesha amani, lakini moyo wa Manka ulijaa hofu. Alijishika tumbo akapumua kwa shida. Kichwani mwake alisikika sauti ya yule mzee aliyemwona kwenye ndoto, mbona ulinitupia zawadi yenye thamani hivi? Siku iliyofuata Manka alienda kwa Bibi Ngesi, mwanamke wa makamo aliyeaminika kuwa na maarifa ya jadi na upeo wa kuona yaliyojificha. Hakuwa mganga, lakini watu walimwelezea kama mtu wa roho. Bibi Ngesi alipomwangalia Manka alimwambia bila kumtazama usoni, kuna nguo moja ya damu ulioitupa, siyo tu damu, bali damu ya mwanzo ya uzazi wako. Ulitupia roho njaa msituni, na roho hiyo imekula uzao wako. Manka liganda mdomo wake ulitetemeka, macho yakabugujika machozi. Bibi una maana gani? Nilikuwa msichana tu sikujua, nilitupa tu nguo ya hethi, si kila mtu hufanya hivyo? La, si kila mtu. Wengine hujua mawe ya msitu siyo mawe ya kuchezea. Ulitupa nguo karibu na mashimo ya mbukutu. Yule mzee si binadamu wa kawaida, ni chatu anayejificha kwenye ngozi ya mwanadamu. nguo yako ndiyo ulipompa fursa. Manka alipigwa na bumbuwazi, mwili wake ulitetemeka kwa huzuni. Hapo ndipo alianza kuunganisha nukta. mstari wa tangu mwaka huo, kila uhusiano aliokuwa nao haukudumu zaidi ya miezi michache. Alipompata Bahati, walipendana sana, lakini mimba haikuwahi kutungika. Bahati alipomuoa, walidhani ni mapenzi kumbe ilikuwa ni mtego wa kuja kushuhudia mateso yake. Bibi Manka alilalama, naweza kufanya nini sasa? Niko tayari kulipa chochote. Bibi Ngesi akamtazama kwa jicho la huruma, kisha akasema, kuna njia moja tu, lakini inahitaji moyo wa chuma. Utatakiwa kurudi msituni usiku wa mwezi mweupe, ukiwa na damu yako mwenyewe, tena uende pale ulipotupa ile nguo miaka saba iliyopita. Halafu Manka akauliza kwa sauti ya kukata tamaa, utamkuta yeye Mzee Mbukutu, lakini hatakupa zawadi yako bure. Ataomba sadaka. Sadaka gani? Roho ya mtu mwingine. Si lazima afe, lakini lazima amwage damu mbele ya macho ya Mbukutu. Uamuzi utakuwa wako. Manka alihisi ulimwengu ukizunguka. Kufufua tumbo lake, ilibidi apite njia ya damu, ya roho, ya uchawi. Je, alikuwa tayari? Lakini bahati mbaya, Bahati alikuwa mtu wake wa karibu zaidi. Je, damu yake ndiyo ingetumika, au angelazimika kumtoa mtu mwingine. Siku zilipita polepole pole, kama mzigo wa mawe kwenye mgongo wa Manka. Kila usiku alikuwa akiota ndoto moja ile ile, akiwa msituni akitembea kwa miguu mitupu kwenye majani yaliyoloa damu, huku sauti ya Mbukutu ikimfuatilia kwa mbali kama upepo wa kaburi. Ulinitupa zawadi, sasa nilete sadaka. Hatimaye mwezi mweupe ulifika. Huo ni wakati wa mwezi kuonekana kwa mng'ao kamili, usiku unang'aa mithili ya mchana wa siri. Bibingesi alimtayarisha Manka kwa taratibu za kimila. Alimpa dawa za kujisafisha, akamwagiza ale chakula cha kuchemsha tu kwa siku tatu, asiongee na mtu yoyote wa kike na asitazame uso wake kwenye kioo. Kioo husema ukweli, na ukweli unaweza kukukimbiza, alisema Bibingesi kwa sauti ya unyonge. Usiku wa tarehe hiyo, Manka alivaa kaniki nyeusi iliyofunika mwili mzima. Alikuwa amejichoma kidogo kwenye kiganja, na damu iliyojaa kwenye bakuli dogo la udongo ilikuwa sadaka ya kwanza. Alitembea kimya kuelekea msitu wa Mkoroshoni, mahali pale alipowahi kutupa nguo ya damu miaka saba iliyopita. Kila hatua aliyopiga ardhi ilitetemeka kidogo, viumbe vya usiku vilinyamaza, miti ilionekana kuinamia kama kusujudia mtu fulani. Manka aliwasili kwenye lile eneo, mawe yale yale, kijani kibichi cha uhai kilikuwa kimetoweka. Alichelewa dakika chache tu kabla mbukutu kuonekana. Alitokea kama moshi uliotanda kisha kuunda sura ya kibinadamu. Alikuwa mrefu kupita kawaida, macho yake meupe yalikuwa hayana mboni na mkono wake ulikuwa na kucha ndefu zilizojikunja kama miguu ya tai. Umekuja, alisema kwa sauti iliyojaa kelele za mti kukatika. Manka alijikaza, akaweka bakuli lenye damu chini. Mbukutu alilitazama , akapiga mluzi mmoja mfupi, na pakatokea paa mweusi kwa kasi, akizunguka juu yao mara tatu. Hii ni damu yako, hii ni sadaka lakini hujafunga agano. Ni nani anayenipa damu yake ya pili? Mbukutu aliuliza kwa jicho lililong'aa mithili ya almasi ya moto. Manka akatetemeka, aliandaa jina la mtu wa kutoa. Siyo Bahati, hapana, hakuweza. Alimkumbuka Nuru, msichana wa jirani aliyezoea kumsema vibaya kila siku kwa kuchelewa kuzaa. Manka aliamua, damu ya Nuru itamkomboa. Nitakuletea damu ya Nuru, alisema kwa sauti dhaifu. Mbukutu akatabasamu kwa upana wa kutisha, akainama karibu na uso wa manka na kunusa hewa ya pumzi yake. Ukileta damu hiyo ndani ya siku saba, nitakurudishia tumbo lako, lakini usije ukachelewa, tumbo hilo sasa linazidi kukauka. Manka alirudi nyumbani akiwa kama mtu aliyegusa kaburi la baba yake. Alipofika, bahati alikuwa macho. Alimtazama manka kwa mshangao. Ulikuwa wapi usiku huu? Nimezunguka kijiji kizima, sijalala hata dakika moja Manka alimtazama mumewe macho yakijaa maji. Hakujua kuwa katika siku saba hizo maisha yake yangegeuka kutoka ndoa ya kawaida hadi mahali pa kupimia maamuzi ya kishetani, na Bahati aliyempenda kwa dhati alikuwa karibu sana na kugundua ukweli. Lakini je, atamwokoa au atakuwa sadaka ya pili? Siku ya kwanza baada ya agano na Mbukutu ilipita kwa ukimya wa ajabu. Manka hakutoka nje, alihisi macho ya watu yakimfuatilia hata watoto waliokuwa wakipita mbele ya nyumba yao walionekana kuangalia mlango kwa muda mrefu kupita kawaida. Usiku ulipofika, manka alikaa sebuleni kimya akimtazama bahati aliyekuwa akilamba pilipili kwenye sahani ya wali. Alikuwa kimya, macho yake yakiwa mbali, kana kwamba alikuwa na jambo moyoni. Manka, bahati alisema ghafla, wewe bado unanipenda kweli? Manka alishtuka, alishindwa kujibu mara moja. Kichwani alikuwa akipima anampenda, ndiyo lakini pia anajua kwamba laana aliyoibeba inaweza kumwangamiza Bahati kama hatochukua hatua. Bahati akavuta pumzi na kuendelea, naona umebadilika, macho yako hayaniangalii tena kama zamani, na kila usiku unazunguka na kuuliza, hujibu. Manka alinyamaza, akageuka na kwenda chumbani. Mbele ya kioo alichokuwa ameambiwa asikitazame, alijaribu kujiona, lakini macho yake yakaonekana kama ya mnyama. Alishtuka akasogea nyuma. Sauti ya mbukutu ikarudi tena kichwani, ukichelewa nitakula roho zako zote, hata huyo Bahati. Asubuhi ya siku ya pili, manka alimfuata nuru nyumbani kwao. Alimkuta akiandaa mboga kwa ajili ya mama yake. Nuru alimkaribisha kwa tabasamu bandia, kisha akasema kwa kejeli, oho, mama Bahati, karibu. Vipi, ukija kuuliza dawa ya kushika mimba? Manka alicheka kicheko cha uongo, akanyamaza, kisha akasema kwa sauti laini Nataka nikuombe msamaha, najua huwa hunipendi, lakini leo nimekuja kwa nia njema. Tunaandaa tambiko la kuondoa mkosi kwa wanawake wote kijijini, ningependa unisaidie kitu kidogo tu. Nuru alimtazama kwa mashaka, tambiko kijiji hiki? Kwani lini mkosi umeondolewa kwa usiku mmoja? Manka alimshika mkono na kusema, ni tambiko la siri, usimwambie mtu. Njoo tu usiku wa kesho saa sita kamili, pale kwenye msitu wa mawe vaa nguo yako ile nyekundu yenye maua meupe. Kuna kitu nitakupa cha kuvaa juu yake. Nuru alikubali bila kusita sana, alikuwa na roho ya kujionyesha na hakutaka kupitwa na jambo la kipekee. Siku ya tatu ilipofika, Manka alikaa chumbani kwake akitazama nguo zake. Akachukua ile kaniki aliyovaa usiku wa kwanza, akaifunga kwenye mfuko pamoja na nguo ya tambiko aliyomwandalia Nuru, vazi jeupe lililoandikwa kwa maandishi ya damu: tazama damu itakujibu. Usiku ulipofika Nuru alifika pale msituni kama walivyokubaliana. Manka alikuwa tayari ameketi juu ya jiwe lililofunikwa na majivu. Mwezi mweupe ulitawanya mwanga wake kana kwamba ulikuwa ukishuhudia. nimevaa kama ulivyoagiza, Nuru alisema kwa dharau. sasa hiyo tambiko inafanyikaje? Manka akanyanyuka akamkaribia taratibu, akamvika vazi alilomletea. Alikuwa na kisanduku kidogo cha udongo kilichokuwa na dawa ya kiasili, alimpaka kwenye paji la uso Ndipo ardhi ikatikisika kidogo, mbukutu alitokea kwa haraka isiyo ya kawaida. Manka akashtuka, hakutarajia atokee haraka hivyo. Nuru alitaka kukimbia, lakini miguu yake haikusogea. Huyu ndiye sadaka ulionileta? Mbukutu akauliza kwa sauti nzito. Manka alijibu kwa kupiga magoti, macho yakiwa chini. Ndiyo, damu yake itamkomboa uzao wangu. Mbukutu akapiga kelele kali, upepo ukavuma ghafla Nuru alilia, macho yake yakabadilika, akajua huu haukuwa mchezo. Manka, mbona unaniua? Kwa nini? Nuru alipiga yowe la mwisho kabla ya mwili wake kuanguka kifudifudi akitetemeka. Mbukutu alicheka. Umechagua vizuri, lakini tambiko halijakamilika. Damu yako pia inatakiwa kuufunga mkataba huu. Manka alitetemeka. Lakini nilileta sadaka. Ndiyo, lakini sadaka bila agano ni bure. Fungua kiganja chako, mimina tone la damu juu ya kichwa chake. Manka akajikata, damu ikadondoka. Mbukutu akapotea kama alivyojitokeza kimya, giza, harufu ya damu. Nuru alikuwa hajafa, alikuwa hoi lakini hai, lakini roho yake ilikuwa imefungwa. Manka alirudi nyumbani, mwili umechoka, moyo kigongagonga, lakini tumbo lake likiwa na hali ya ajabu. Kwa mara ya kwanza, alihisi kitu kikipiga polepole ndani. Kilikuwa kama mpigo wa moyo mdogo. Miezi miwili ilipita. Tumbo la Manka lilianza kuonyesha dalili. Kwa mara ya kwanza tangu auelewe na Bahati, alihisi kitu kikikuwa ndani yake, si ndoto, si tumbo la gesi, bali mimba halisi. Bahati alishangilia kama mtoto aliyepata zawadi ya Krismasi kabla ya Disemba. Hatimaye Bahati alilia kwa furaha, mungu mkubwa! Manka, nilijua ipo siku. Manka alitabasamu, lakini nyuma ya tabasamu hilo kulikuwa na giza la damu. Alikuwa ameipata mimba hiyo kwa sadaka ya Nuru, msichana aliyepoteza sauti, nguvu na fahamu. Nuru hakusema neno tangu usiku ule wa tambiko. Aliokotwa na wavuvi kando kando ya mto akiwa amechanika nguo na uso wake ukiwa hauna uhai kabisa. Hakuweza kukumbuka kilichotokea, hata jina lake hakuweza kulitaja. Watu waliita hali yake kuwa ni mshtuko wa Shetani. Manka alienda kumtembelea hospitali ya misheni. Baada ya siku kadhaa, alimkuta Nuru akiwa amelazwa chumba cha wagonjwa wa akili akatulia kando ya kitanda chake, akamkazia macho kwa dakika kadhaa. Halafu, "Samahani, Manka alinong'ona, lakini sina la kufanya, nilihitaji mtoto wangu kuliko nilivyokujali wewe. Nuru aligeuza shingo polepole pole. Macho yake yalikuwa meusi yenye giza lisiloelezeka. Halafu akatabasamu, si tabasamu la furaha, bali la kisasi. Akamwambia kwa sauti ya kunong'ona, kana kwamba haikuwa sauti yake utamzaa lakini hutomnyonyesha utamcheka lakini yeye atakulilia manka alishtuka alijaribu kugusa bega la nuru lakini akahisi baridi kali isiyo ya kawaida alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa ndani ya tumbo mtoto aliruka kwa nguvu ya ajabu kama mpira wa moto siku zilivyoendelea manka alianza kuhisi ndoto za kutisha alikuwa akiota mtoto wake akizaliwa na meno macho mekundu na sauti ya mbukutu wakati mwingine aliota Nuru akiwa mjamzito akitembea uchi porini, huku akilia damu kutoka mapajani. Aliamka kila siku akiwa ameloa jasho, tumboni mtoto akipiga mateke makali hadi kumuumiza mbavu. Bahati alianza kuingiwa na wasiwasi. Siku moja alimfuata bibi Ngesi akamwambia, bibi, kuna jambo na mke wangu, mimba yake si ya kawaida. Anaota ndoto za ajabu, mtoto ndani ya tumbo anampiga kama yupo vitani. Nisaidie tafadhali. Bibingesi alimsikiliza kwa makini kisha akamkazia macho akamwambia kwa sauti ya chini, Bahati, mke wako alifanya agano. Mimba aliyobeba ni ya giza. Mtoto huyo ni zawadi ya mnyama, si mwanadamu wa kawaida. Bahati alitetemeka. lakini ni mwanangu. Mwanaye na laana yake, Bibingesi alijibu. na kama hamtakuwa waangalifu, huyo mtoto atamla mama yake kabla ya siku ya saba baada ya kuzaliwa. Miezi ilizidi kusonga. Siku ya kujifungua ilipokaribia, Manka alizidi kuharibika mwili, alikonda uso, alipopumua sauti ya chatu ilisikika. Bahati alihamisha kila kitu, akampeleka kwa mama yake kijijini ili apate kutunzwa, lakini hata huko mambo yalizidi kuharibika. Walinzi wa usiku walidai kuona mamba mwekundu akizunguka nyumba yao, mbwa walilia kila usiku na majirani walianza kuepuka eneo hilo kama lililolaaniwa. Siku moja usiku Mama mkwe wa manka alijaribu kusafisha damu iliyovuja bila sababu chini ya godoro, lakini alipofuta damu hiyo uso wake ulibadilika, akapiga kelele na kuanguka. Alilala siku tatu bila kuamka, akiongea maneno yasiyoeleweka. Hatimaye, usiku wa mwezi mwekundu, usiku wa kifo au uzima, manka alianza kupiga kelele za uchungu. Bahati akakimbia hadi chumbani, lakini alipoingia hakumkuta mkewe kitandani. Alimkuta manka amesimama juu ya meza, macho yakimwaka miguu imejaa damu, alikuwa akicheka: amefika, amefika mtoto wangu amezaliwa, tazama. Bahati alihisi dunia ikimzunguka. Kitu kilitembea chini ya meza, kitu kilichokuwa na miguu minne na mkia, lakini kilikuwa kinacheka kama mtoto. Siku tatu baada ya kuzaliwa kwa mtoto wa Manka, kijiji cha Mwembeni kilipata giza lisiloelezeka. Jua halikutokea kwa masaa mawili ya asubuhi, na ndege wote waliokuwa wakiimba kila siku walinyamaza. Wazee wa mila walikusanyika chini ya mti wa mivule, wakanyamaza kwa dakika tano kabla ya mmoja wao kuinuka na kusema, mwana wa giza amezaliwa. Bahati alikaa kando ya godoro akimtazama mtoto aliyezaliwa. Alikuwa na uso mzuri wa mtoto wa kawaida, lakini macho yake yalikuwa ya ajabu, si mekundu, si meupe bali yenye mng'ao wa kijivu kama kioo kilichochafuka. Alipojaribu kumbeba mtoto, alicheka halafu akajipindua mwenyewe na kurudi kwenye kifua cha mama yake. Manka hakuwa na hali nzuri, alikuwa dhaifu, ngozi yake imekauka, kana kwamba amekaa jangwani wiki nzima. Kila alipomnyonyesha mtoto huyo, damu kidogo ilitoka kwenye ziwa lake badala ya maziwa. Lakini hakuacha, alimpenda mtoto huyo kuliko kitu chochote. Usiku wa nne Bahati alisikia sauti ya mtoto akicheka sebuleni. Alipoamka alikuta mtoto huyo ameketi juu ya dari, ndio dari, akicheka na kupiga makofi. Huyu si mtoto wa kawaida! Bahati alipiga kelele, Manka, tuna tatizo hapa! Lakini Manka akiwa amepitiwa na uchovu mzito wa uchawi, alinyamaza kimya kama maiti. Bahati alikimbilia kwa Bibi Ngesi. Alipoeleza yote, mzee huyo alishusha pumzi nzito, tulikuambia mtoto huyu alikuzwa tumboni kwa damu ya aliye hai. Roho ya Nuru bado ipo na bado inataka haki yake. Mwanao hata dumu wala hutaridhika naye. Usiku wa tano mambo yalizidi kuharibika. Nyumba yao ilianza kutoa sauti kama ya mawe yanayovunjika. Bahati alipofungua mlango, alipigwa na harufu ya mikojo ya wanyama wa porini. Alipogeuka kumkuta mtoto sebuleni, alikuta vumbi la damu. Bahati alipoteza fahamu hapo hapo. Alipozinduka alikuta yupo chumba cha Bibi Ngesi. Manka hakuwepo, mtoto naye hakuwepo. Bibi Ngesi alimpa kikombe cha dawa na kusema kwa sauti ya amri, unahitaji kujua ukweli, sio tu kuhusu mtoto, bali kuhusu mkeo pia. Manka si binadamu wa kawaida tena, alipewa tumbo la uchawi na ndani yake kumejengeka laana ya vizazi vitatu. Bahati alilia, machozi yakamtoka kana kwamba moyo wake ulikuwa ukipasuka. Nifanye nini bibi? Namkumbuka mke wangu wa zamani yule mchangamfu, sio huyo anayenitazama kwa macho ya mnyama usiku. Wakati huo huo msituni, upande wa pili wa kijiji, Manka alikuwa amejifungia kwenye pango la mawe lililojaa mbegu za ushawi uchawi na nyoka wadogo. Mtoto wake alikuwa amezungukwa na majani yenye harufu kali, macho yake yakimwangalia mama yake bila kupepesa lakini ghafla sauti ya kike ikasikika kwenye pango hilo, ulinichukua ukamwaga damu yangu, lakini mimi si wa kufa, mimi ni mwanga uliojaa kisasi. Manka alishtuka aligeuka, hakuna mtu, lakini kivuli kirefu kilianza kutambaa kwenye ardhi kikielekea kule mtoto alipolala. Ni kivuli cha Nuru. Mtoto alianza kulia kwa nguvu, Manka akamkimbilia, lakini kivuli kilizidi kumkaribia. kama sitapokea haki yangu basi mtoto huyu atakuwa wangu, sauti ya Nuru ilivuma. Manka alijaribu kulia, akaomba msamaha, akaanguka kifudifudi, lakini kivuli kiliingia ndani ya mwili wa mtoto. Mtoto akapiga kelele moja kubwa, kisha akanyamaza ghafla. Macho yake yakaangaza, akazungumza kwa mara ya kwanza, mama, mimi si wako tena. Manka alitambaa kwa tabu hadi mahali mtoto wake alikokuwa amekaa, lakini macho aliyoyaona hayakuwa tena ya mtoto aliyemlea tumboni kwa miezi tisa yalikuwa macho ya Nuru, yakiwa na huzuni, hasira na ukimya mzito uliobeba mateso. Manka, sauti ya mtoto ilisema kwa upole wa ajabu uliniua ili uishi, ulinitoa sadaka bila huruma, lakini mimi nilikuwa na mimba ya maisha yangu, nilikuwa bado bikira wa ndoto zangu. Manka alipigwa na butwaa, alitetemeka. Sikujua kama itakuwa hivi, nilitaka mtoto, nilitaka familia. Manka alilia kwa sauti ya kuumiza moyo. Na sasa una mtoto aliyezaliwa kwa damu ya mtu mwingine na roho isiyo yako. Mtoto alisimama akawa mrefu zaidi ya kawaida, mwili wake ukaangaza mwanga wa samawati. Manka alihisi mwili wake ukianza kuchomwa na joto la ndani, kila kiungo chake kilitetemeka. Huwezi kuwa mama wa kitu kisicho kitoto, na mimi si wa kulelewa na muuaji, roho ya Nuru ilisema kupitia mtoto. Wakati huo huo, Bahati aliingia pangoni baada ya kufuatilia kwa msaada wa Bibi Ngesi. Alimkuta Manka akiwa kwenye damu yake mwenyewe, uso wake umejaa nywele na macho yaliyogeuka kuwa ya paka. Mtoto alimsogelea Bahati na kusema, mimi siyo wako pia. Wewe ulimtazama mkeo akidhoofika, ukanyamaza, ukamchukua kwa wazee wa giza, ulichagua mtoto kuliko utu. Bahati akaanguka chini akilia, Nuru, Nuru, samahani, tafadhali, siyo kosa langu pekee. Roho ya Nuru ilimnyamazisha kwa kunyosha kidole. Mara giza lilifunika pango zima na sauti ya upepo mkali ikavuma ikibeba maneno ya mwisho ya Nuru, mimi nitapumzika, lakini mtoto huyu hatabaki, dunia haiwezi kumbeba roho yangu na damu yako. Ghafla mwanga mkubwa uliripuka, Manka akapiga kelele ya mwisho, mtoto akapotea katika wingu jeupe. Bahati alipofumbua macho alikuta pango liko tupu, hakukuwa na Manka, hakukuwa na mtoto wala sauti yoyote ya uhai. Alitoka nje akaketi juu ya jiwe na kuangalia jua likitua. Kwa mara ya kwanza, dunia ilikuwa kimya sana. Hakukuwa na ndege, hakukuwa na upepo, bali tu mshangao wa mtu aliyepoteza kila kitu kwa tamaa ya kuwa mzazi.